Kutokana na mahubiri ya kutisha hasa mauaji halaiki ya watu katika msitu wa Shakahola na sasa katika kijiji cha Kwabinzaro, eneo bunge la Magarini, kaunti ya Kilifi, idara ya usalama imechukua mkondo tofauti ili kudhibiti matokeo hayo. Idara ya usalama kaunti ya Kilifi imetoa maagizo mapya, hasa ikilenga wahubiri wanaofungua makanisa bila vibali na wala kutosajiliwa katika idara zilizotuika jukumu hilo, kwamba wataadhibiwa kisheria. Kamishna wa kaunti ya kilifi Josphat Biwot amewaagiza viongozi wote wa kidini katika kaunti ya Kilifi wanaolenga kufungua makanisa kuhakikisha wanasajili makanisa hayo na kuwasilisha stakabadhi zao kwa idara husika ili kukaguliwa. Yule pasta anajifanya kwamba amefungua kanisa, tunataka documentation, tunataka registration ya hiyo kanisa. Tumefunga karibu 11 for the last one year kwa sababu kilianzisha kanisa. We want the documents ya kuonyesha kwamba hiyo kanisa yako iko registered. Hata wewe pastor, umesoma kupitia wapi? Na imetusaidia sana kuminimize. Yeah, that is why wanaenda mstuni. Hawataki kuonekana huko nje. Biwot amesema hatua hiyo itadhibiti wahubiri potovu dhidi ya wananchi pamoja na kukomesha itikadi za kidini na maafa, akihoji kwamba maafisa wa usalama wamefanikiwa kuyafunga makanisa zaidi ya kumi na moja yaliyoanzishwa bila kusajiliwa. Mikakati hiyo imeidhinishwa katika kila kaunti ndogo kwa kushirikiana na wananchi, akisema tayari serikali imebuni jopo kazi la kutathmini swala hilo ili kukomesha uovu huo. Tumeongea hata na viongozi wetu wanasiasa, tusaidiane wote na wananchi wote. Hata ningeomba saa hizi wananchi wetu wote wa Kilifi County tushikane tusi, tusi, mikono kuhakikisha kwamba hakuna kupoteza binadamu mwingine kupitia kanisa potofu kama hii ya Pinzaro na Shakaola. Wanaharakati wa kijamii wamekuwa wakizilaumu asasi za kiusalama kwa kutokuwa macho dhidi ya matukio hayo, hasa wakidai kushangazwa na jinsi wahubiri potovu wanavyobadilisha fikra za waumini na kuwapotosha kiimani kwa misingi kwamba watenda mbinguni zetu ziko kazi yao ni kutafuta watu wa maandamano. There is a possibility of a shakahola II massacre and the government has decided to do nothing days after this particular matter has been raised to their attention. Kutokana na hatua hizo mpya za idara ya usalama, huenda matukio haya ya kutisha kafikia kikomo, kwani viongozi wa kidini kutoka eneo bunge la Magarini wameahidi kuungana kukomesha matukio hayo. Nikiripotia Coco FM, mimi ni Mwahoka Mtsumi.